Mkoa wa Tabora upo katika maandalizi ya maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu wa kutoona duniani maarufu kama siku ya fimbo nyeupe, ambayo kitaifa mwaka huu yatafanyika Novemba kumi na mbili mkoani Tabora. Maadhimisho haya yataenda sambamba na maonyesho ya bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa na watu wasioona na kongamano litakalowashirikisha walemavu hao kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini. Mwandishi wetu Niko Mwaibale kutoka Tabora ana taarifa zaidi. Maandalizi ya maadhimisho hayo yanaanzia hapa katika kikao cha maandalizi chini ya katibu tawala wa mkoa wa Tabora, ambapo ukaimu katibu tawala wa mkoa wa Tabora, Rukia Manduta, anaelezea maadhimisho hayo. Mkoa wetu wa Tabora umepata heshima kubwa ya kuandaa maadhimisho ya sherehe ya siku ya wasioona duniani, kwa kifupi inaitwa fimbo nyeupe. Maandalizi yako katika hatua nzuri. Leo ndo tumetoka kwenye kama kwenye kamati kuu ya maandalizi ya mkoa. E, sherehe tutaanza na kongamano siku ya tarehe kumi na moja, lakini kilele chenyewe ni tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja. Viongozi wa chama cha wasioona mkoa wa Tabora Flora Masanilo na Bahati Sanga wamesema maadhimisho hayo ni fursa kubwa kwa watu wasioona wa mkoa wa Tabora kujifunza mambo mbalimbali mbali. Sisi kama mkoa wa Tabora tumejiandaa. Kwanza kabisa, unapokuwa na, na maadhimisho kama haya, ni wazi kwamba utapata wageni wa kutoka sehemu mbalimbali. Halafu tumejiandaa kwa kuonyesha shughuli za kazi za mikono ambazo zinamtambulisha kwamba mtu asiyeona ana uwezo wa kufanya kazi kama watu wengine na kujipatia riziki, ili mradi awezeshwe. Sisi kama wasiyeona kama mkoa TLB tumejiandaa vizuri. Tunaamini hata wenzetu watakao kuwepo hapa watafurahi, kwa sababu kuna vikundi vingi vya sanaa ambavyo tunategemea vitakuwepo kama ma maonyesho ya kazi za mikono zinazofanywa na watu wa Tabora, lakini pia tumejiandaa kwa kongamano, kwamba tutachangia kuonyesha changamoto zinazo tu, tu, zinazotupata wasioona. Tumejiandaa vizuri kwa ujumla. Mwenyeji mkubwa wa maazimisho hayo ni halmashauri ya manispaa ya Tabora ambapo kaimu mkurugenzi wa manispaa mhandisi Mohamed Almasi amesema wamealika makundi mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Tabora, vile vikundi ambavyo vipo manispaa hapa viweze kujitokeza kwa wingi, ili viweze kushiriki katika mwonyeji hayo, kwa tunatarajia waje waonyeshe shughuli zao za kiuchumi katika sherehe hizo ambazo zitafanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja elfu mbili na kumi na tano. Siku ya fimbo nyeupe duniani huazimishwa Oktoba kumi na tano kila mwaka, lakini kwa Tanzania maadhimisho hayo yalisogezwa hadi Novemba kumi na mbili mwaka huu kutokana na shughuli za uchaguzi mkuu zilizokamilika Oktoba ishirini na nane mwaka huu. Kutoka Tabora ni mimi niko Mwaibale wa TBC.